Mcheza kwao bila shaka hutuzwa. Wanafunzi wa chuo kikuu cha Pwani katika kaunti ya Kilifi wamesherehekea kuteuliwa kwa aliyekuwa rais wao Fikirini Jacobs kuwa katibu wa maswala ya vijana na michezo. Wakiongozwa na rais wao Vincent Obondo na katibu mkuu Samuel Kiama, wanafunzi hao waliandamana kwenye barabara za mji wa Kilifi kudhihirisha shukrani zao kwa Rais William Ruto, wakiahidi kuiunga mkono serikali yake katika kutambua kizazi chipukizi. Fikirini mwenye umri wa miaka 27 alikuwa rais wa chuo hicho kikuu cha Pwani baina ya mwaka 2019 na 2020. Hadi uteuzi wake, alikuwa mkurugenzi wa kitengo cha utekelezaji miradi ya serikali katika kaunti ya Kilifi. <coughs> Sisi kama wana youth we are very happy of the PS Fikirini Jacobs chako amemtoa kutoka Bamba akapitia hapa Pwani, akampeleka pale kaunti na sasa amemsukuma amefika State House. Sisi kama youth tumefurahi, na kwa sababu Fikirini ni yule ambaye sisi wenyewe tumekuwa tukitamani ya kwamba afike huko ili sisi pia tufuate mienendo yake. Kijana mdogo kama umri kama wangu amechaguliwa kama PS, sisi tumefurahi sana, miaka 27. Na mimi nataka pia nimshukuru Raila Odinga kwa kuwa yeye alikubali amsaidie rais wetu.